Mabadiliko ya tabianchi yametajwa kuwa changamoto kubwa katika uzalishaji wa mpunga eneo la pwani hasa kaunti za Taita Taveta, Kwale na Kilifi, licha ya kaunti hizo kuwa na mazingira bora ya ukuzaji wa mpunga. Kulingana na utafiti uliofanywa na shirika la KARLO, taifa la Kenya limekuza mpunga kwa asilimia 23 ikiwa sawa na tani milioni moja ya mchele uliozalishwa mwaka uliopita. Julius Joho ana mengi kutoka Taita Taveta. Kulingana na utafiti uliofanywa katika kaunti tatu za Pwani, mpunga hustawi vyema, ila changamoto mbalimbali mbali kama vifaa duni vya kilimo, changamoto ya wadudu na mabadiliko ya tabia nchi huathiri ukuzaji wa mpunga. Utafiti wa shirika la KARLO pamoja na lile la kopya linaloangazia kutoa mafunzo kwa wakulima wa mpunga yanasema iwapo wakulima watawezeshwa, basi ukuzaji wa mpunga utaimarika Pwani Tafeta. If the potential for rice production in Tafeta is exploited, Tafeta alone has the potential to produce more rice than Mwea and Dahero combined. There is plenty of water. The challenge is the infrastructure. Kama ilivyoweza kutusimamia kutufanyia ule mradi mpaka ukafika wa maji sasa itusaidie kuliko kuvuna, tupate majaketi ya kujistiri kwenye mvua ya kujisaidia na mvua, tupate yaani usaidizi kama kuna vile vitinga vidogodogo, kama sehemu nyingine unasaidiwa vitinga vidogodogo vya kuvunia ule mpunga tayari. Wakulima mia tatu kutoka kaunti za Kwale, Kilifi na Taita Taveta wamepata mafunzo ya kuboresha ukulima huo wa mpunga. Sasa tutataka mashine, hatuna mashine, twatwanga tu, vilevile tunaumia mikono hata saa nyingine utaumia kifua tu, watu wako shambani tena watanga mwenyewe, hiyo pia ni shida, ni shida, hata ni shida kuvuna, waka hapo kwenye jua kama hivi, huna huna nini cha kuzibia huku kwenye kichwa, unavuna una, na jua lako, mvua ikianza haya, na mvua yako, utaona hii mikono haifanyi kazi. Utapata kwamba mvua imepungua kwa kiasi kikubwa, na pia ile wakati mvua inakuja siku hizi inakuwa ni ngumu kuitabiri. Kitambo, tulikuwa tunajua kuanzia mwezi wa tatu mvua inaanza kuja, siku hizi inaweza chelewa hadi mwezi wa nne, mwezi wa tano. Na hiyo inakuwa changamoto kwa wakulima kupanga shughuli zao za, za shamba. Hi, hali ya joto pia vile imepanda siku hizi imesababisha magonjwa ni mengi sana kwa mimea. Hata hivyo, wakulima hawa wa mpunga wanaitaka serikali kuwasaidia na vifaa vya kukoboa mpunga pamoja na mbegu za kisasa. Mbegu hii ambayo matuletea mbegu uh, Komboka uh, inafanya vizuri kuliko uh, Sigae, maana inazaa kwa wingi uh, sio kama ile yetu inazaa kwa pamoja na inakauka kwa pamoja, kuliko hiyo mbegu yetu ya Sigae ambayo hata saa hii ukiangalia nyingine ndio ndio zinaanza kutoa ma, maua uh, nyingine ndio zinaanza kukauka ndio zinatia maziwa, kwa hivyo inakaa kwa muda mrefu hiyo mbegu yetu kuliko hii ambayo inachukua muda mfupi sana. Nikiripotia runinga Citizen kutoka Taita Taveta, mimi ni Julius Joho. wafugaji